Hiyo mambo unaniambia hapa sasa, wewe sio mbunge tena, wewe ni waziri. Hiyo mambo umeniambia, tunaenda kusukuma na wewe, wewe, yeah. sio mbunge wa kusema, ho serikali hiyo serikali ni wewe, kwa serikali ni nani tena yeah. We sit with you in cabinet. That is the highest decision-making body of the country. Na chairman ni rais. Na mtu yake ya mkono ni mimi. Ah. So you cannot be a minister na badala usaidie wananchi kuelewa programu ya serikali imefika wapi na ile imekwama, usaidie wananchi hiyo kitu ipatikane. Unakuja hapa kulia kuchochea na kulalamika, it is not possible. Ukitaka kulalamika, out. Kama umeshindwa kutetea watu, out. Kama unataka kutetea watu ya mbele wapate maendeleo, in <laughs> Yes, you you cannot be in government and, and then you are speaking like the opposition. Mimi, sasa ni miezi sita nimekuwa deputy president. Umesikia ni kilalamika hata siku moja. You cannot complain. You must work hard to make sure That what is not being done is being done because it is your responsibility. Si namna hiyo. Ile barabara inakwama, unaenda unasukuma, budget inapatikana, una remind rais hapo, anaita minister wa treasury, tunaweka kwa budget, inatengenezwa. kijiji ambaye iko na stima, wajumbe wanakueleza, unaongea na watu ya stima, unaita waziri, unaita PS, inanyoroka. That is the work of us who are in government. Kuna watu wengine walikuwa wanasema ati huyu deputy president atusikii akipingana na rais. Oh, ni mtu ya kusema yes. Mimi nauliza, hujui job description ya deputy president? Ni kusaidia rais. Kazi ni kusema yes, yes. Ule atake kusema yes atoke aende apinge, akiwa nje. Kazi ya kupiga rais ni ya upinzani. Ndio unaona wale wanapiga wakiwa nje, we have no problem with them. That is their work. But you cannot be in government na unapiga ukiwa ndani. Si namna hiyo. Yeah. So sisi, ni watu ya kusema yes.